Na MC Pilipili kama mchekeshaji kwangu mimi, na kwa, sikuelewi kwa sababu MC Pilipili alikuwa mgawa riziki. Najua kama unavyojua mimi na nyimbo ambazo zinapendwa kwenye maharusi kwenye nini, nau ni MC, alikuwa ni mtu ambaye meza, nilikuwa nimekaa nyumbani na ni Jumamosi, ni weekend, sina kazi sina nini, ila akanipigia tu simu, bwana, kuna kazi hapa, uko wapi? Niambia niko nyumbani. Una suti nzuri? Niambia ninayo chapti ya moka njoap natoka naenda pale unaona, inapata hela mona. Kwa hiyo ah, unajua sisi wanadamu kwa ujumla tu, labda nikombeketu, si wanadamu tulivyoumbwa, tumeumbwa kushukuru kwa yote kwa kama tumeumbwa kwa sababu ya kushukuru kwa yote. Kwa hiyo ah, tuna mazuri ambayo huwa anakuja kwenye maisha yetu, kwa hiyo tuna mabaya pia yanakuja kwenye maisha yetu kwa hiyo hatuwezi kuchagua kwamba sisi tushukuru tu kwa mazuri, hapana. Hata anapokuja magumu kama haya na mabaya kutumiza mioyo, hatuna budi kupokea, kwa sababu sisi tumeumbwa kushukuru kwa kila jambo. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alaze roho ya ndugu yangu MC Pilipili, misi akai kama mchekeshaji, kwa sababu ni mtu anasababisha familia yangu inaweza kupata riziki. anyway, k okay.